Natoa wito, natoa wito, ikiwa huyu kijana yuko mikononi mwa watekaji, natoa wito apelekwe kwenye kituo cha polisi, ikiwa anakosa, ikiwa anakosa na ijulikane yupo wapi. Eh, Kupotea na kutokuonekana kwa huyu kijana wangu, swali ninalo lihoji ni je, ametekwa? Na ikiwa ametekwa, ametekwa kwa sababu moja ya kosa na sababu iliyopelekea atekwe ni kuzungumzia kwa habari ya mimi kukimbia mkoa. Hebu kabla sijaelezea jambo, naomba nikuwekee kipande cha moja kati ya mazungumzo yake ya karibu na mwisho, alafu nirudi nizungumze jambo, na pengine mwisho hapa nakuwekea hata wimbo wa kwamba kuwatesa watu wa Mungu ni wimbo wa milele e, kuwaua watu wa Mungu ni wimbo wa milele. Inawezekana ukawa umeuzoea wimbo, inawezekana usikutisha kabisa wimbo, lakini nataka tuufahamu kwamba wimbo huinua hisia, wimbo huleta mawazo ya kwamba ikiwa njia hii haijawezekana kabisa, na kwamba kwa njia hii ni kifo, bado wimbo huinua hisia na fikra za kwamba njia nyingine inatakiwa ipatikane mara, ili kama ni kufa ufe, aishe na kama ni kuishi uishi kwa sababu ukombozi umepatikana. Sikiliza kidogo, huyu kijana wangu katika moja ya klipu za mwisho alizozungumza, karibu nchi itajaa, itajawa waovu, Mungu anaweza akaiangamiza Tanzania kabisa yani, Mungu hata hataona aibu kuangamiza kama Sodoma na Gomora kwa kiberiti alimada, mtu ataona ndani ya nchi kumejaa dhuluma, kumejaa uchoka, kumejaa uuaji, kumwaga damu, Mungu anaweza kuangamiza nchi hivyo. Aa no, wanaopiga kelele mchungaji Mbarikiwa si, askofu mfugaji mapolepole, sasa haonekani wachungaji wengine mapadili na mashee wengine, lengo lake ni kwamba tusiingie yani tu tusiingize nchi kwenye madhara makubwa kwa sababu ya nyie tu watu wachache. Ndo lengo lao, ndo nia yao na mngewasikiliza hawana nia mbaya. Zaidi yote wanaoyaongea hawapati mshahara mahali popote, zaidi ya hatari kama hivyo, wanakimbia mikoa, wanakimbia makanisa yao. Wanapata faida gani? Sasa kwa, kwa, kwa mfano, lengo tu ni kwamba wana mioyo ya haki, mioyo ya huruma, kwamba mwanadamu muone mwanadamu mwingine kama unavyoiona wewe, lile ambalo ungependa wewe utendewe, basi watende na watu wengine. Tumia nafasi ulionayo kutetea ndugu zako, kutetea watu wengine. free Mbarikiwa Mwakipesile na mtoto wake Salome hawana hatia hawa watu tungaje. Mbarikiwa hana hatia, mke wake hana hatia. Hawajakosa, hawajaiba cha mtu, hawana hatia yoyote juu ya nchi hii hawana hatia yoyote juu ya serikali ya Tanzania. Hawana hatia, mchungaji Mbarikiwa na mke wake hawana hatia. Mtamwaga damu zao bure, mtawaua bure, mtawateka bure, na damu zao mkisimwaga kwa namna hiyo mnayochukua sheria mkononi ya kumwaga damu za watu bila kusikiliza au kufanyia kazi mashauri yao, ambapo na maandiko yanasema kwamba katika Mithali kumi na moja mstari wa kumi na nne kwamba pasipo mashauri taifa huanguka. Sasa mashauri ya watu wa aina hii mmekataa kuyasikiza na kuyafanyia kazi, zaidi natumia njia ya kuwateka kwa kuapoteza mfahamu. damu zao, damu zao hazitamwagika bule, damu damu za watu mnazozimwaga hazitamwagika bule na wahakikisheni. Maana imeandikwa kwamba auwayo kwa upanga atakufa kwa huo, atakayemwaga damu ya mwanadamu pia damu yake itamwagwa na mwanadamu. Pointi ni kwamba joni, tuzungumze Kabla mambo hayajaharibika zaidi. Nchi hii ni yetu sote, nchi ni yetu sote. Acha niishie hapa, na huo ndio ulikuwa wito wangu kwamba viongozi, simameni. Tusiimbe amani wakati wengine wanalia, damu zinamwagika, watu wanatekwa. Tusiimbe amani, huo tu ni unafiki na njia ya kuwapumbaza watu ili wewe uendelee kutawala na kula vizuri na watoto wako, wakati wengine wanalia. Acha niishie hapa. Amen. Sasa baadhi ya maelezo yanaelezwa kwamba tarehe ishirini na moja mwezi huu wa kumi elfu mbili na ishirini na tano pana watu wasiojulikana walikwenda pale Dodoma. Ni kiri tu wazi kwamba nyumbani kwangu Dodoma, mahali ambapo nina mji pale Dodoma, na kuna vijana na kijana huyu alikuwa akikaa nyumbani kwangu na mwenzake, na kwa nje wamejenga hema mahali wanapofanyia maombi na ibada ni nyumbani kwangu. Na hata walivyoulizwa yule bibi jirani yetu alipoulizwa, alikuwa walikuwa wanafahamu kabisa kwamba lile ni eneo la Mbarikiwa. Waka walienda na picha kwenye simu, kwa maelezo ambayo ameyatoa yule bibi aliyeko jirani pale Mkonze, Dodoma. Mkonze, e, kwa hiyo wakamuuliza kwamba, e, huyu unamfahamu? Kambia ndio, na wakasemasema mambo ya kusema kwamba tunamtafuta kasema sijui alipo, na wakasema mambo ambayo, nadhani kwenye posti waliyoandika vijana utayaona humo ndani, lakini suala tu ikawa wamesema wanamtafuta na hawajulikani, na wakasema kama sivyo, basi hebu tuende kwa balozi wa hili eneo, mwenyekiti si na nini, ili tu, tujue kwa nini wamejenga E, sehemu ya maombi kwenye eneo letu, sababu hili ni eneo letu. Baada ya hapo, walionekana waelekei aliko mwenyekiti aliko barozi, kwa maelezo ya yule bibi na vijana walioko pale Dodoma, walihoji walienda kwa mwenyekiti kwa balozi kuoji kama kuna watu walikuja waliokuwa wanalalamikia malalamiko ya aina hiyo, wakasema hawapo. E, ndipo kijana e, alikwenda katika shughuli zake, alienda kwenye shughuli zake, alikuwa kwenye shughuli zake. Baadaye ikaonekana hapatikani, hapatikani kwenye simu. kuna muda tu aliwapigia wenzake akaambia, naombeni elfu tano ambayo haikuwa na maelezo yoyote. Na, na baada ya hapo akapotea akawa hapatikani kabisa. Sasa kulingana kwamba eh, ni mtu mwenye kuhubiri hubiri sana mambo ya haki, kuita wito wa mazungumzo na kwamba mambo yasiwe hivi na kwamba inawezekana watu wa aina hii kwa sasa ndio wanadhaniwa wametajwa wameblandiwa kwamba wanaondoa amani. E, kama huyu kijana yuko mikononi mwa watekaji, hatujui mpaka sasa. Kama mikononi watekaji, hawa watu ambao wanawakusanya kwa wingi hivi ni wanawaua immediately au wanahifadhi mahali wakisubiri jambo lingine. Lakini mimi nakataa kwamba wanawaua, kwamba wanahifadhi mali, nakataa. Hii taaluki na sintofahamu nakataa, bila kujalisha unaweza ukawa umenigredi vipi, na nachosema tu ni kwamba kuna vitu ambavyo ukivisikia unapoviona vinakupa kufikiri sana, maamuzi sahihi yanayotakiwa kuchukuliwa, ili kama ni kuishi uishi ukiwa umepata suluhisho, na kama ni kufa ufe tu mapema yaishe, kuliko kuendelea kushuhudia maumivu ambayo hayana jibu nataka tu nikujulishe ya kwamba Mungu aliyekuumba wewe, unayemjua unayejua yuko au hayuko, kwa sehemu kubwa aliweka hisia za aina moja zile zile alizo nazo Mungu. Asingependa wanadamu tuishi kwa kuvumilia mateso na maumivu. Kuhubiri ni kuonyesha njia ambayo haitafanya watu wote tuumie, wala sio wadui. Na anakuhakikishia jaribio la kutaka kuzima sauti ya kuhubiri isiwepo, na ikiwepo isiwe inashughulikia maumivu. Sasa ukiamini unaweza ukaiondoa sauti ya haki ya, ya, ya, ya, kuhu, ya watu kukanya maovu kwa njia ya kuwaua, kuwateka, kuwatesa watu wanaofanya hivyo. Nilikwambia toka mapema tangu unifanyie mabaya ya kila aina uliofanya, unakosea sana mwanadamu. Kitu hawezi kuvumilia, hawezi kuvumilia mateso, hawezi, hawezi kwa mfano kwa sasa, moja ya kitu ambacho kinaonekana ndicho kinachofanyiwa kazi e, analazimishwa mwanadamu avumilie mateso, lakini anapovumilia hata kulia hata kulalamika hata kujiereza, inaonekana haruhusiwi. Hilo nishawambia, hamtaweza, hamtaweza. Mwanadamu akishaumia pa mwisho walau mwachie nafasi ya kulia, mwachie nafasi ya kulalamika. Lakini takapoonekana hata kulalamika anaondoa amani, hata kulia anaondoa amani, na wahakikishia mwanadamu huyu atafikiri la kufanya ambalo inawezekana kabisa litaleta jibu la jumla. Natoa wito, natoa wito, natoa wito Natoa wito, ikiwa huyu kijana yuko mikononi mwa watekaji, natoa wito apelekwe kwenye kituo cha polisi, ikiwa anakosa ikiwa anakosa, na ijulikane yupo wapi, la sivyo basi mamlaka ambazo zipo kisheria na zipo kwa ajili ya kulinda usalama wa watu, kwanza kabisa usalama wa watu. Ningetamani sana sana zipate jibu da huyu kijana alipotelea mazingira gani, iwe na jibu kwa sehemu, tunaposubiri jibu la jumla ambalo bila shaka Mungu atatuongoza katika hali hii na hatua hii, naishia hapa. Nataka tu kusema kuwatesa kuwatesha watu wa Mungu, huo ni wimbo wa milele, na naomba ufahamu ya kwamba wimbo huamsha hisia za acha nichukue hatua zaidi hii ili jibu lipatikane, na kama sivyo nife yaishe. Asante kukunisikiliza. <tipos>